Katika serikali ya awamu ya tano jambo ambalo ninazungumzwa sana ni ujenzi wa uchumi wa viwanda. Tulipewa maelekezo wizara yangu katika ujenzi wa vi, uchumi wa viwanda kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba viwanda vilivyopo ambavyo vingi vyao vilikuwa vinazalisha chini ya uwezo wake, 30% capacity. Maelekezo niliyopewa mimi kwamba viwanda hivi viongeze uzalishaji, jitihada zifanyike kwamba kila kiwanda kilichosimikwa hapa nchini ile installed capacity, tujaribu kuboost, ndo agizo moja nilopewa. Agizo jingine gumu kuhakikisha kwamba viwanda vyote vilivyobinafsishwa ambavyo havifanyi kazi vinafanya kazi. Lakini agizo jingine la tatu katika ujenzi wa uchumi wa viwanda ni kuhamasisha wawekezaji wa nje na ndani ya nchi wawekeze katika ujenzi wa viwanda. Sasa katika kujipima, tumekubaliana wizara na wadau wetu tuwe na maonyesho tutakuwa na maonyesho Dar es Salaam. Tutakuwa na maonyesho kuanzia tarehe saba mpaka tarehe 11 Desemba kwenye viwanja vyetu vya Sabasaba vya Mwalimu Nyerere. Pale tutawaita wale wenye viwanda wao wenyewe waje waseme badala yetu, mimi si nitakuwa msemaji. Watueleze installed capacity ya kiwanda ilikuwa ni kiasi gani na installed capacity katika kipindi hiki ni kiasi gani, wao wenye viwanda na wawekezaji waeleze umma na department za serikali ni kitu gani kinawakwamisha. Nina imani kwamba nikifanya hivyo kasi ya kujenga viwanda tunapokwenda mwaka wa pili itaongezeka. Jambo jingine, kuwaunganisha wenye viwanda na wazalishaji mbalimbali wa malighafi na huduma nyingine zinazotumika viwandani. Ujenzi wa uchumi wa viwanda, tunaposema asilimia arobaini ya Watanzania watakuwa wanatokana na uchumi wa viwanda, maana yake nini? Uwepo wa kiwanda cha kuchakata maziwa ni assurance kwa mkulima au mfugaji kwamba maziwa ukifuga hayataharibika. Kwa hiyo kama kiwanda kinamwashua mkulima, basi yule anayefuga na yeye amepata ajira kwa sababu ya uwepo wa kiwanda. Kwa hiyo unatoa fursa kwa wale wazalishaji wa malighafi waweze kuonana kuonana na mabayazi wale wenye viwanda waweze waweze waweze, waweze kushirikiana. Na tarehe saba mpaka kumi na moja, wa Watanzania waje kama wewe unataka kutengeneza kiwanda lakini hujui kiwanda gani utengeneze utawakuta wataalamu pale wanafanya kazi, na mimi nitakuwepo wakuenyeshe namna gani unaweza kuanza. Lakini kama alivyosema Mama Jongoo wakati anamwambia mwanaye, na niwaambie sasa Watanzania namna gani, anza anza vyovyote, yani we anza vyovyote. Unaweza kuwa na wasiwasi kwamba labda utaanguka lakini usipoanguka huwezi kusimama ukatembea. Kwa hiyo tunataka kutumia maonyesho ya kutangaza fursa mbalimbali za masoko ya ndani na nje. Unakuta mtu ana korosho zake ajue azipeleke wapi? Njoo pale, tutapeana semina, tutaonyeshana. Lakini na wanunuzi vile ni nafasi ya kuja kuangalia kitu gani kinazalishwa Tanzania, na ni specifically kwa bidhaa za Tanzania, ni specifically kwa viwanda vya Tanzania, sibagui lakini lazima uangalie wanao kwanza, kama alivyonifundisha bibi. Huwezi kulisha mwanakwale wakati mwanakuku anakufa njaa. Kwa hiyo nataka nianze kwa viwanda vya Tanzania na ninapimwa kwa viwanda vya Tanzania, sio viwanda vya nje. Tutatumia maonyesho hayo kuwawezesha wanafunzi kupata fursa, kuangalia fursa za kuajiriwa kwenye viwanda. Naweza kupata, kupata kupata kazi gani kwenye viwanda Vijana, tuna tatizo moja. Watu wanasema mmeanzisha viwanda nyie, hamna wataalamu katika viwanda. Jana nilizungumza, ukisoma kitabu cha Mike Reporter katika ujenzi wa taifa imara, the competitive nation, the competitive economy. Mike Reporter anasema ili ujenge taifa imara unapaswa uwe na wananchi wa Tanzania wako au wa Ghana au whatever wenye elimu angalau ya form 4. Ukiwa na form 4, haya mambo ya viwandani yanafundishika. Kuendesha kiwanda, nawaeleza muwe, it is a science but, it is an art. Nawaeleza mapenzi na shughuli, muwe na mapenzi na fa, mapenzi na faida. Umenielewa kwenye hilo? Kwa hiyo ninachotaka kufanya kwenye maonyesho hayo, nataka kuwajenga tamaa wa Tanzania, hasa vijana wawe na tamaa ya kujenga viwanda.